Haina choo cha wagonjwa, yani, e, nadhani ukiangalia pale kile ndio choo cha wagonjwa kile pale wanapoona, eh, yani ni choo cha wagonjwa yani, ni changamoto na inalazimu wagonjwa kutumia choo cha staff. Lakini pia kunakuwa na changamoto ya shimu la kuhifadhia kondo la nyuma la wagonjwa. Yaani hii imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa sababu wajawazito sasa wanaojifungua ni wengi sasa yani inanipa changamoto kubwa sana kwa ile makondo ya nyuma, yani muda mwingine nakuwa nahuzunika, manake yaani unawaza nini cha kufanya, unashindwa. Lakini changamoto ingine, kuna ile ikichomea taka ambayo tunaita insulator hamna. hamna na changamoto ingine ni ukarabati wa jengo, kama unavyoliona halijakaa sawa, yani lipo kama halipo japo ni, ni, ni, ni, ni, ni kituo ambacho kinahudumia wagonjwa wengi sana yaani kutoka Kahe Mabogini wapi takuja, okay. unakuwa unakuwa anatumia kituo hichi hapa. Zahanati yetu ina upungufu wa mapazia natu na mapazia kutokana na kutunza usiri wa wagonjwa, inakuwa ni changamoto kidogo. Na changamoto nyingine tulio nayo, tuna changamoto ya mabenchi viviti kwa ajili ya wateja wagonjwa wakati wanasubiria huduma endapo tunatoa huduma ya, ya elimu kidogo, na benchi moja kidogo ni upungufu. Changamoto nyingine tulio nayo ni changamoto ya maabara kwa level ya zahanati, na hata kama hamna jengo la maabara, kuna hata kachumba kidogo cha kutenga kwa ajili ya vipimo vidogo vidogo ambavyo vinaweza kufanyika kwa ajili ya wagonjwa wetu. Leo nilikuwa na nafasi nzuri sana ya kutembelea uh, maeneo ya kata ya jirani ambapo nimezaliwa kata ya Mabogini, na leo nilikuwa natembelea maeneo ya zahanati. Nimetembelea zahanati nne ili kujua changamoto mbalimbali, kwa sababu nikiwa niko bungeni nilipata uh, maombi ya watu mbalimbali kutembelea hizi zahanati ili niweze kufikisha kero zao bungeni na kuwasemea. Na leo nashukuru, nimetembelea zahanati nne katika kata hii, kwa kweli nimekutana na mambo makubwa ambayo yamefanyika amefanyika kutoka kwenye serikali yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan, amefanya ha kazi kubwa, amewekeza kwenye madawa, watu hawana wa uhaba wa madawa, lakini amejenga ma zahanati mbalimbali mbali. Lakini pia nimepata changamoto nyingi ambazo nimezichukua, nitaondoka nazo, na mimi mwenyewe nilikuwa nina mashuka ambayo nimekuja kugawa kwenye zahanati. Nyingine zilikuwa hazina kabisa shuka, lakini nimeenda kugawa.